TV. Tupo kuhabarisha umma. Benki ya Dunia imekubali kuikopesha Tanzania fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo mkopo wa dola milioni 350 kwa ajili ya mradi wa upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam. Waziri wa Fedha na Mipango, Dr. Philip Mpango, amewaambia waandishi wa habari mara baada ya kumalizika kwa mazungumzo kati yake na makamu wa rais wa Benki ya Dunia anayeshughulikia kanda ya Afrika, Mheshimiwa Makhtar Diop, makao makuu ya Wizara ya Fedha na Mipango jijini Dar es Salaam. Amesema kuwa kukamilika kwa upanuzi wa bandari hiyo kutasaidia kuongeza ubora wa huduma zinazotolewa na bandari hiyo, hatua itakayochochea ukuaji wa itakayo ukua uchumi wa nchi. Makamu wa rais wa benki ya Dunia, wamekubaliana na Mheshimiwa Rais kwamba e, benki ya Dunia itatupatia mkopo kwa ajili ya kuanza mradi wa kupanua bandari yetu ya Dar es Salaam ambao ni mradi utagharimu takribani dola e, milioni mia tatu na hamsini. Kwa hiyo ni, ni, ni mambo makubwa haya ambayo yana yatatuwezesha sasa kuzifanya biashara e, biashara kwenda nchi jirani e, lakini biashara zetu humu ndani ziweze kwenda haraka zaidi na kwa ufanisi zaidi. Kwayo ni miradi muhimu sana ambayo eh, eh, Benki ya Dunia imeonyesha utayari kabisa wa kutusaidia, na wameahidi kwamba sasa tutaharakisha ile michakato eh, kazi iweze kuanza haraka iwezekanavyo. Lakini pia eh, tuna miradi mingine ambayo tunashirikiana na Benki ya Dunia na iko katika hatua mbalimbali mbali za utekelezaji, na miradi mingine inahusu kuboresha eh, kuboresha eh, sera zetu na hasa kwa ajili ya kuwezesha sasa kutengeneza mazingira mazuri zaidi ya kufanya biashara eh, Waingereza wanaita business environment. Kwa hili nalo ni muhimu sababu tunazingatia umuhimu wa sekta binafsi kufanya kazi eh, kwa ufanisi zaidi, maana hiyo ndiyo itatupa kodi, na sisi tulishafanya uamuzi kwamba uchumi wetu unaongozwa na sekta binafsi. Kwa hivyo hilo nalo tunalitilia muhimu, lakini pia Benki ya Dunia wanatusaidia upande wa eh, kuongeza, wamekubali kutusaidia kuongeza uwezo wetu katika miradi ya ubia kati ya sekta binafsi na sekta ya umma PPP, Public Private Partnerships. Eh, wao wana, wana fedha ambazo na utaalamu wa kuweza kutusaidia Eh, kujiongezea uwezo wetu eh, wa kusimamia miradi ya ubia eh. Lakini kadhalika pia wamekubali kwamba watatusaidia kuangalia uwezekano wa kupata wabia eh, kwenye miradi kama ule wa barabara ambayo tunafikiria tujenge kutoka Dar es Salaam kwenda Chalinze ambayo itakuwa na ya njia sita, njia tatu kwenda njia tatu kurudi. Kwa hiyo niseme tu kwa kifupi kwamba tumekuwa na mazungumzo mazuri sana kuhusu kuendeleza ushirikiano baina ya serikali ya awamu ya tano inayoongozwa e, na Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli na Benki ya Dunia e, ili kuweza kuharakisha maendeleo katika nyanja mbalimbali mbali. Kwa upande wake Makamu wa Rais wa Benki ya Dunia anayeshughulikia kanda ya Afrika, Mheshimiwa Makhtar Diop amesema kuwa Benki yake imefurahishwa na hatua zinazochukuliwa na serikali ya awamu ya tano katika kukuza uchumi na kwamba benki hiyo itaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kuwa malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa kwa haraka. Ameshauri serikali kuongeza ushirikiano kati yake na sekta binafsi katika kuchochea biashara na uwekezaji pamoja na kutupia jicho sekta ya kilimo kwa kuboresha uzalishaji wa mazao ya kilimo na mifugo pamoja na kuongeza thamani ya mazao hayo ili kuwawezesha wananchi wengi zaidi kuondokana na umasikini na kuchochea uwekezaji katika sekta hiyo.

to, to, to Nairobi, you you do it the the and, and, and the fastest fastest so and, that you can have uh, uh, the minimum cost when you uh, assemble those products and export it to the rest of the world. Kwa bali hii na nyinginezo, tembelea www.ruvumatv.com. Pia ungana nasi katika Facebook, Twitter na Instagram kwa jina la Ruvuma TV, bila kusahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Ruvuma TV iliwe wa kwanza kupata habari pindi tu zinapotufikia Ruvuma TV, tupo kuhabarisha umma.